Unajua, shida ziko mke na mume wanaweza kupata shida nyumbani, hiyo inaeleweka kawaida. Lakini wakati kuna shida nyumbani, mke anainua mguu moja mbili tatu, anaenda kwa jirani au kwa nani, yeye aenda kujibebesha deni, akopesha no. kustiria hali ya nyumbani, bwana hajui, bwana hajui. Na nikisema kukopesha, atakopesha kwa waume wake, pande zote mbili, mume e, au mke aenda kukopesha. Sasa hapa tuchukue hapa, mke ameenda kwa jirani, mume babake fulani, mimi nataka unikopeshe kiasi fulani cha pesa, basi tutakulipa mwisho wa mwezi au nitakulipa kwanza. Wajua ni lazima amtue mumewe kwanza, hapo katika yale masala ya kisheria ni kwamba mwanamke ni amtui mumewe, yani asifanye jambo lolote bila kumhusisha mumewe. Ruhusa, ruhusa. Naam. E, sio. Kwa hivyo aombe ruhusa mm. Lakini mwanamke bibi ya mtu kama ataenda kukopesha pesa shekhe, aidha kwa mwanamke mwenzake ima kwa mwanamume, na wakati bwana hajui, kwanza hili ni kosa mm. Ukosa kwa sababu amejipeleka mwenyewe. Jambo la pili, shekhe, ni kwamba pesa hizi ambazo ameenda kuzichukua kule malengo ni nini? Kustiri hali ya nyumbani Manaake, sasa kwa hivyo hapo utapata kwamba bwana labda kidogo majukumu yake pale nyumbani yamekuwa mm -hmm. E, kwamba labda ameima, hana uwezo, ima labda kwa yule bwana ame amepuzilia ame mbali majukumu yake mm -hmm. lakini kuna baadhana wake, si wote, anaenda kukopesha pesa shehe ili akalipe mali fulani naam, ambao tuelewedmbao wewe Wajua kwa sisi ndio tukasema wajua, wajua clip zilizopita kuna baadhi ya madeni mabibi zetu hmm. ana vijideni humo ndani ndani, yani endless, kwa hivyo akopesha, akopesha kazibe pale. Sasa, Sheikh, wajua hilo ni kosa tumesema, kwa, kwa sababu gani hiyo? hmm. Kwanza atakuwa wajua yeye ni amtui mumewe. hmm. Alafu jambo lingine lingine, Sheikh Mwakidudu, kawaida wanaume hmm. aki, aki, akiomba kitu na mwanamke, huwa ashapata nafasi kabisa ya kumtongoza kwa hivyo huu wasia uende kwa wanawake no. ya kwamba sio vizuri, sio vizuri. Utakuwa wewe si mke mwaminifu no. kwamba una madeni yako, au hata hapo nyumbani nasema hata hapo nyumbani kweli ni, ni wewe ushauria na baba watoto, hapa unaondoka, lakini leo itakuwaje kula nini? eh. moja kwa moja si yeye ni jukumu, lakini wewe uondoke uende ukakopeshe mtu hmm. Mafosa huo mwanamke anajipeleka kwa mume moja kwa, maanake mwanamume atabia moja hmm. waume wengi wana wanajifanya kama hawana hmm hawana shida na pesa, kwa hivyo yani, yani, yani pesa ni nyingi yeah. Lakini kwa mwanamke tu, kwa mwanamke tu? mume mwanzake ampi uh -uh. Na mke wake pia hapo nyumbani yeah, ana shida. ana shida. Eh, sasa yule mke anaona kwamba hapa nimefika bwana yeah, lakini huyu mkewe anapata anapata tabu <laughs> Unaona, na tena napo mwambia hata hii pesa sitaki mimi niregeshee. Ni mtego ni mtego sasa sheke, mm. Huyu mkeo ameambiwa kwamba atusiregeshe, huyu mkeo atampatia nini huyu mume, na ataifanya siri yake, kwa sababu kuna ubaya unakuja hapa, hata kuambia. Sasa ameona kwamba leo kama amenipatia kumi na tano elfu na hakuna jambo lolote baya ambalo mimi nimefanya mm. Je, mimi huyu bwana, unaona kwamba atanifaa huyu? mm. Sasa tena ampatia zile kumi na tano, kumwambia ukiona shida yote shemegi, wenjo shida yote wenjo. Huwa anataka kumpata huyo mke kweli, atakapompata hazionekani hizo pesa tena. Ah, ah mbasi a, mbasi. mbasi. Yaani tayari pale ule rafiki umefika mwisho na ali mama atajulikana shehe kwamba mwanamke amenakuzini maanake mke wa mtu shehe huwezi kujificha a, kujificha hatu fanye Mungu ana hikma. Yaani hiyo mke atambuliwa tambuliwa tu Mbisa. Kwa hivyo masuala ya kuchukua pesa mwanamke kutoka kwa ume mpaka kwa mwanamke mwenzao hmm. Ndio pale kwako nyumbani shehe utapata kwamba kukuja mwana mwanamke hmm. Abishaudi shehe lakini utasikia na anazungumza polepole, na siri zao, kumbe amepata deni lake yule mwanamke. Ukimuuliza yule mwanamke, mbona mambo ya polepole, kuna nini? Akwambia ah, hakuna lolote, mambo yetu. Kumbe ana deni kama shilingi elfu saba ama elfu kumi Hatari na hakwambii. Hatari mpaka mwisho, akiona kwamba halipi yule mwanamke, mambo yanaripuka sasa, na wewe ndipo unajua eh, unajua. Kwa hiyo mwanamume haji pale mm. Ah, a mwanamke anajua kwamba atalipwa, kwa nini mm. Atalipwa kwa kwa mwili wa huyu mwanamke, kwa hivyo yeah. Wanawake tunasema hivi Shekhe, hebu tuwe watulivu na pia, kama wanataka kitu mwambie mumeo, hata kama majukumu unaona kwamba amemshinda, kuna sehemu usikose ripoti hii kabisa. Kabisa. Lakini kwenda kukopesha pesa kwa watu ni kujiuza wa... ni kujiuza, Shekhe.